Amerika Kusini namna gani, zitafanikiwa itategemea namna gani hawa viongozi wataungwa mkono na mataifa kama mfano ya Urusi na China mm. mm. haya bana, hayo ni ya Marekani na mataifa ya na taifa la Colombia mm. Lakini kule Gaza kule, nimeona juzi kuamkia kuja jana, ilikuwa kuna taarifa za Uh, shambulizi ambalo linadaiwa lilifanywa tena mm, wakati ambapo mm. tunaamini mambo yametulia <laughs> kwamba kuna, kuna, kuna shambulizi mm. lilifanywa mm. na vikosi vya uh, Hamas mm. kwa wana, wana, wanajeshi wa, wa, wa, wa Israel, lakini mm. wenyewe wametokeza jana, nimeona mm. wanasema hawahusiki na hilo shambulizi, ambapo tawi la kijeshi la kundi la Hamas uh, wamekanusha kuhusika na mashambulizi dhidi ya vikosi vya Israel. Hii ilifanyika kule kusini mwa ukanda wa Gaza kule, wenyewe mm. uh, wanasema, hapana, hawapo kwenye hilo hiyo taarifa mtei kwanza, vyombo vya habari vingi vya nchi za magharibi vimeripoti kwamba ndani ya Gaza u ndani ya Gaza inaongozwa na Hamas, lakini kuna makundi madogo madogo kama magenge, ambao wenyewe ukiyatazama amekuwa hayataki kufata zile oda za Hamas. Kwa mfano tautaj rakaraka, na mimi imenishangaza, kuna kundi inaitwa ashlaf almas kundi la kwanza. Mm. Kuna kundi linaitwa Rami Haras, kundi la pili. Kundi la tatu inaitwa Hosam Alastar al al sawa, hilo kundi la mm, tatu. La nne inaitwa Yasa Ab Shabab. Haya ni makundi ambayo hayataki Hamas yaweze control Gaza. Sasa kule mpango wa, wa, wa hatua ishirini wa Trump sawa, unataja kwamba mm -hmm. Hamas lazima aa wafanyiwe disarm lakini Hamas bado wanajisi kwamba wao ni watawala ndani ya Gaza. Netanyahu wanasema kwamba vita haiwezi kuisha bila Hamas wawezi kufanyiwa disami. Kwenye vipengele ishirini walisema kwamba Hamas waweke silaha chini na wanaweza wakaondoka katika eneo la la Gaza, na sisi Mosad Israel, na Israeli hatuwezi kuwafuatilia kule ambapo watapo watakapoenda. Sasa ukiwatazama Hamas sasa hivi wana wanajeshi takriban elfu 15 kutokana na takwimu, lakini bado kuna makundi ambayo nimeataja wamekuwa wakiyapinga. Sawa, na haya makundi hawataki control order ndani ndani ya Gaza kwa sababu kimsingi ni kwamba uh, inaonekana kabisa kwamba wanasema, wanasema IDF kwamba Hamas wanavunja makubaliano na hata nimemsikia Trump tuti tuti yake anasema kwamba hawa hawa Hamas wakiendelea kufanya uhalifu ndani ya Gaza nitawaruhusu tena Israeli waweze kupeleka operation operation kali ndani ya Gaza. <laughs> Sasa namna gani Hamas wanaweza wakafanya disarm? Na wengine wanasema kwamba Uh, mustakabali wa Palestina hauwezi kuacha kufanywa dhidi ya nchi za Kiarabu, nchi za Marekani wala Israeli. Mustakabali wa Palestina utafanana sisi wa Palestina sisi wenyewe. Kwa sasa hivi vikundi kutazama vimekuwa havitaki kutii amri kwa Hamas. Kwa hivyo vina kuonyesha kwamba namna gani swala la Gaza, li, lipo very complicated. Kuna Hamas kama chama cha siasa na brigadia ambayo inaongoza katika eneo la Gaza lakini bado kuna magenge mbalimbali ndani ya Gaza ambayo hayatae kutiamri kuti kwa kwa Hamas. mm. Na ata vilevile ya magenge yamekuwa yakisapotiwa na akipewa msaada na Israeli kama vile ambavyo Hamas ilikuwa inapewa msaada miaka themanini kwa lengo kui ya ku ya kuipinga uh, Palestina Liberation Organization ya ya Arafat. mm. Kwa sababu mwanzo wa Hamas walikuwa napewa hela na walikuwa napewa Israeli ko sahivi, kwa sababu Hamas tena ndo tishio wanavipa vikundi vile hera vile vipambane kwa kwa Hamas. Kwa kimsingi ni kwamba ni mwendelezo wa namna gani huu mzozo umeendelea kuchukua sura sura mpya saje? Hali ya Gaza itaendelea kufikia kwa amani kwa vikundi hivi operation ya Israel na pale ambapo Israel inasema kwamba Hamas wamevunja makubaliano ya Gaza, hmm, hmm. Haya, asante kwa maoni yako na utuandikia kupitia 0683802966. A, nimekuona ndugu yangu Amosi Ndorosi Samweli anasema anawafuatilia vizuri sana. Asante kwa kuungana na sisi. Isidori Mpinge kutoka Morogoro anasema nafurahi na sana kuwasikiliza a, na asubuhi njema. Asante pia Eric wa Kiabakari Butiama anasema nipo na nyie sambamba. Haya bana, asante Ima Kitundu kutoka Singida e, na wewe pia ujumbe wako umetufikia hapa. Asante pia Joseph Malia Eh, asante kwa kutuandikia pia kupitia hapo, lakini pia Endri Mwandosia kutoka Mbeya eh, anasema anafuatilia kwa kweli, miamka na nyie. Haya, asante eh, wengine waliotuandikia ni ajaandika jina lake, lakini anasema yuko Tanga ah, Ibra kutoka Tanga pande za Kichangani e, naye pia anasema niko na nyie sambamba e, eh, tunaendelea mpaka baadaye. Haya, asante e, eh, mwingine alituandikia ujumbe anaitwa Joni Kalia, naye pia anasema niko nanyie kutoka Singida. Asante sana, pia kutokea Singida huko, kwa kuendelea kuwa na sisi na yale yote ambayo, uh, unazidi kutuandikia. Bwana, Urusi na Ukraine ni kama bado, uh, vita ni vita mura. taarifa jana, ambapo naeleza vikosi vya Ukraine vimedungua droni arobaini <laughs> kati ya sitini na mbili za aina mbalimbali zilizorushwa Urusi usiku kucha mm. Haya anaripotiwa na jeshi la anga la Ukraine jana Jumapili kupitia mm. mtandao wake wa Telegram ambapo mamlaka ya ulinzi wa raia wa Ukraine imeripoti kuharibiwa kwa majengo kadhaa mjini eh, Shakasek e, katika mkoa wa katika eneo hilo ambapo umbali wa kilomita mia moja mashariki mwa mji mkuu eh, wa eneo hilo. Na juzi Trump alikutana na rais e, Ijumaa, yes, mm. kutana, na Zelenski na Zelenski katika kitu ambacho alikuwa anaomba mm. ni kupewa makombora inaitwa Tomahawk, makombora ambayo aeza yakapigwa yaka yaka e yaka kilomita mia tano yani... <laughs> <Zelenski> kaenda kuyaomba. <laughs> kuyaomba kwa <laughs> Marekani, kwa Marekani <laughs> mm. sasa uh, Trump akumpa ya makombora Mm. Kwa hiyo ukitazama vyombo vingi wanasema kwamba Zelensky ameondoka hajapata kile ambacho wacho anachokitaka. Na kwa nini Trump hajampa makombora? Maana ni kwamba angempa ile makombora maka ingemsaidia kubadilisha taswira ya vita. Mm. Kwamba Zelensky angekuwa na uwezo wa kuipiga Urusi ndani kabisa mwa, mwa Urusi. Sasa mm. hiyo vile vile Putin aliwaonya muda mrefu sana tangu mwaka juzi. Mm. Akawaambia nchi za magharibi kwamba mkimpa Zelensky makombora ambayo yatakuja kushambulia ndani ya nchi yangu. Sawa eh? Mnasababisha mimi nitumie nguvu kubwa zaidi mwelewe. mm. Na naposema nguvu kubwa ake ni kwamba sasa at, atatumia ma, ma, makombola ya hypersonic mm. kwa sababu Urusi hata akitumia Siria, akitumia makombola wanasema ale makombola ali, makombola ya, ya yasumu gesi yasumu mm. na makombola ya, ya nyuklia ko sasa. Putin aliwaonya na hiyo inakuja baada ya puti, baada ya Trump kuzungumza na Putini kwa Trump unayokimtazama hapo very smart, unajua kabisa kama ni kimpa makombora ya Tomahawk itapiga kilomita 500, ndani dan, ya Urusi, na ni kwamba itampelekea ita provocation kubwa kwa rais Vladimir Putin. Sasa ukimtazama uh, Trump naye amekuwa akichanga karata zake kali sana katika hii vita okay. Amezungumza na Putin, amezungumza na Zelensky. Kuna mkutano ambao unapangwa Budapest kule Hungary kwa rais vita Viktor Orbán kwa okay, lengo kwa, kut kwa kutanisha kati ya mm. Trump na Vladimir Putin kuzungumza zaidi. Kwa hiyo ukimtazama Trump amekuwa kama ni, ni msuluhishi ambaye hataki kufanya mzozo uendelee kukua zaidi mm. Na unamwelewa kwa sababu mtu ambaye anashindana naye kwa kweli ni mtu ambaye amebeba usalama wa dunia, na leo hii hatua zozote ambazo ataamua kuchukua, kuchukua uh, Putini vila Ukraine itakuwa ni athari kubwa sana dhidi ya mataifa ya Ulaya. mm. Kwa hiyo Zelenski ameenda Marekani hajapata kile ambacho anachokitaka, na limeona wachambuzi wengi kabisa kwamba wamesema kwamba hatari ya kumpa makombola itakuwa ni hatari ya kumfanya Urusi kuweza kutumia vita kubwa zaidi. Na kimsingi ni kwamba bwana, bwana Mtei hizi hizi drone ambazo kwa mfano anatumia Urusi

kilimo chao kimeshuka kwa sababu ya ya vita. Kwa hivyo vile dunia ina, ina haha. Mwisho wa hii vita ni njaa. Inaweza <laughs> na leo na juzi, sababu leo na juzi, wakati WFP wanatoa taarifa yao <laughs> walisema wazi kwamba uh, kuna hatari kuna hatari ya... kubwa sana ya watu milioni 300 na kitu hivi yes, kukumbwa na njaa, lakini kuna hatari ya vifo milioni 14 mm mpaka itakapotimia nadhani miaka 2030 kwa sababu hizi nchi zinapigana, ndio nchi ambazo zinategemea kwa kilimo. Takriban tani 500 mpaka 600 wanalima kwa mwaka. Sasa wapo vitani, hawalimi. Na nchi ambayo kitazama, Ulaya inategemea hiyo Ukraine, Afrika inategemea Ukraine hasa. Kumbuka hii, huu ni mwaka wa tatu wanapigana, kune kune vita. Kwa hiyo ni kwamba wanaposema shirika cha chakula duniani wana hoja ya msingi kwamba okay, vita imeisha watu wajalima vipi hali ya usalama wa chakula duniani kwa? Ndio maana Trump ukimtazama, anatumia akili kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba hii vita inafikia hitimisho kwa njia ya nini, ya mazungumzo. hmm. hmm. Haya bana, sisi tukahitimishie hapo, labda tu nikukumbusha kabla tunaondoka kwenda kwenye wino mzito, kile ambacho alikizungumza rais wa Kenya William Ruto wakati akiahidi kuendelea kuiheshimu ODM. Tukirudi hapa itakuwa ni muda wa wino mzito. Nataka niwaeleze ndugu zangu, najua ya kwamba mimi ni kiongozi wa chama ya UDA katika Kenya Kwanza, lakini mimi nataka niwahakikishie wana ODM kulingana na matakwa